Watazamaji katika chaneli yetu hii pendwa ya Safari ya Afya, hii leo mezani ni swali moja tu. Je, kizunguzungu kinaweza kikapelekea mtu kuweza kupata tatizo la kifo? hapa tumekuandalia pointi tano tu lakini kwangu mimi pointi ambayo imenishtua zaidi ni pointi namba nne. Hivyo tuwe sambamba ili kwenda kutazama pointi hizi namba tano, ambazo ni pointi zilizobeba majibu juu ya swali letu. Lakini kama tu wewe ni wa kwanza kufungua video hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi-upload. Ndiyo, kizunguzungu kinaweza kuwa dalili ya tatizo kubwa kiafya, na katika baadhi ya hali kikachangia hadi kifo, hasa kama kitasababishwa na hali hatarishi. Sababu ya kwanza, kizunguzungu hutokana na kiharusi ama stroke. Kiharusi hutokea damu inapozuiliwa kufika kwenye sehemu ya ubongo. Kizunguzungu kinapojitokeza ghafla kikifuatana na kushindwa kuzungumza, kupooza upande mmoja wa mwili au kupoteza fahamu ni ishara ya kiharusi. Bila matibabu ya haraka ubongo unaweza kuharibika au mtu kufariki. Sababu ya pili ni shinikizo la damu kushuka kupita kiasi, ama tukiita hypotension. Kizunguzungu kinaweza kuwa dalili ya kushuka kwa kasi kwa shinikizo la damu hasa kwa wagonjwa wa moyo au wanaotumia dawa fulani. Sasa ni nini hatari yake? Hatari yake ni kwamba damu inaposhindwa kufikia ubongo vizuri, mtu anaweza kupoteza fahamu, kuanguka au hata kufa, iwapo moyo unashindwa kusukuma damu vizuri. Namba tatu ni matatizo ya moyo, kwani kizunguzungu huweza kusababishwa na mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida au moyo kushindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Sasa hatari ambazo zinaweza zikajitokeza ni kwamba ikiwa mapigo ya moyo yanapotea au moyo husimama ghafla, mtu anaweza kupata tatizo ambalo linaweza likampelekea kuweza pata shida katika ubongo wake kumpelekea mpaka kuweza kufa ama kupata matatizo ya ubongo. Kabla hatujaingia moja kwa moja kwenda kutazama pointi yenye mshtuo pointi namba no 4, naomba kuweza kukumbusha kama tuwe wa kwanza kufungua video hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. Tutende moja kwa moja tukaitazame hiyo pointi namba nne iliyoja ja msisimuo pointi yenye mshituo wa aina yake. Sababu ya nne pia ni upungufu mkubwa wa damu ama anemia kali ama kupoteza kwa damu, kupoteza damu nyingi kwa aidha ajali, hedhi nyingi au ndani ya mwili kupunguza oksijeni ya kufika kwenye ubongo. Hii hali inaweza kusababisha kizunguzungu cha hatari sana. Sasa hatari ambayo inaweza ikajitokeza pia hapa ni mgonjwa huweza kupoteza fahamu na kufariki hapo hapo, iwapo hali haitashughulikiwa mapema. Namba tano, na sababu ya mwisho, kuanguka kutokana na kizunguzungu. Watu wengi hasa watu wazima mawazee huanguka kutokana na, na kizunguzungu na kugonga kichwa au kiungo kingine nyeti. Hatari ambayo huwa inajitokeza kwa upande wao ni kuumia kichwa, kuvunjika shingo, ama kuvuja damu ndani ya ubongo, ambayo inaweza, hali hii ambayo inaweza ikapelekea moja kwa moja kupata matatizo ya kifo. Katika hili naweza kuhitimisha kwa namna hii, kizunguzungu si dalili ya kupuuzwa kabisa. Iwapo kinajirudia mara kwa mara, kinatokea ghafla, au kinaambatana na dalili nyingine kama maumivu ya kifua, kupoteza fahamu au kutoona vizuri, ni muhimu sana kuweka umakini, na hasa itakapojitokeza hali hii mara kwa mara, ni lazima umwone daktari ili kuweza kupata maelezo zaidi juu ya tatizo lako ambalo linakusumbua. Safari ya Afya, katika jukumu zima la ujenzi wa afya, jukumu hili linatuhusu sisi sote, hivyo msiache kushare kwa watu wengine, ili waweze kujifunza mambo mengi ambayo yanahusiana na swala zima la kiafya. Pia niendelea kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufungua video zetu ambazo tumekuwa tukizia upload. Sina kitu kingine cha ziada zaidi ya kuendelea kuwashukuru tu, asanteni.